Yo, sometimes kuvaa ni tabia bana. Kuvaa sio anasa. Karibu sana mtaani kwetu. Sisi tuna focus kuzitafuta, alafu watu wana focus kututafuta. Mtaani sasa hivi kuna m an vipaji vingi sana. Mitaani Vyo, watu akunavyo hivi shee kuona kwamba kuna mwamba ambaye ana kipaji hata cha uongo, ushee kumwona mwamba ana kipaji cha kudokoa, unajua kwamba kuna mwamba ana kipaji cha ubishi. Sasa huku ndo mtaani, nataka nikujuze what's going on. Twenzao. Bila shaka huyu ni fe, Faisali wa kuagiza online. Sasa niwakutana na mwanangu hapo inakuaje kwanza? Wewe kama kawa mwanangu. Wewe unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Faisali Faisali. Ah ah. Yeah. Kama nimelenga mulemule ujue ah, oh. <laughs>

mama tunda langu ndo furaha maisha yangu, wepo wake raha yangu, usio wake cha msingi tuvute maua yangu kwanza, afu turudi tena upya sawa. Zamani ulinipenda kwa sababu ya handsome boy wangu

nini mimi nataka nijue kwamba ni mitano tena au ni aje? Make sure drop comment yako kwenye anja comment hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Inakuaje kama kama, mwana ile ile mwana. Sasa mimi nimefika hapa, naona kabisa kila mwamba anakunyoshea mkono eh. Yeah, amin, nasema huyo jamaa ana balaa kinoma, hamna. Sisi tunajua familia za mtaani, naishi nao vizuri, tunajua brazi yeah, kama hivyo lazima ile Unavyofanya kitu kuna watu wanajua kabisa yule mtu anafanya kitu, sema support tu, tunajua ndio umeshindikana, ila jina lako ni nani? Mimi nakwenda kama MC mia saba sabini, yani MC mia saba sabini la kutafutia ugali, lakini jina langu halisi ni baba na mama yangu kabisa, nakwenda kama Abubakari Jumanne, mtaa Maruzuku, mtaa Milambo, ndo nipo. Lakini jina lako kabisa la vieti na kwangu kabisa naitwa Abuu Abu, Abu. E bwana, e mwachia kipaza. MC mia ngapi? mia saba sabini, mia saba sabini. Itifaki imezingatiwa e We wanangu, familia inateketea na mimi ndo mkubwa, nyumba nantegemea, mpaka mama analia, mpaka baba jamani kajinamia, wadogo zangu wananiambia weka kanjia, ndio inanisumbua nifanyie nini I, ili uniamini

mea inaona kama inanizomea. ina, ina marafiki wamenikimbia, sina samani, nimebaki mkiwa, sielewi nimeokota dodo basi. Na nakupa nafasi kuweza kuonesha sasa, eh, kipande hicho cha pili kwa sababu cha kwanza umetupa, sasa cha pili hicho hapo nataka nikuachie, pia kipaza uweze kuonesha. Sawa basi ni acha ni lewe ni lewe tu. Acha ni lewe ni punguze mawazo. Ni acha ni lewe ni lewe tu. Acha ni lewe ni punguze mawazo. Huli ni acha mchafu toka uni acha wewe Na kula kwa shida sababu pika mwenye we wanani tamkangafu Sile liba gani lewe Weludi baby mweza kuna kufabule Ia zabu gani dada unayonifanyia? Kosa gani kwanza nilo kukosea unawafanya mala mweza kona wachukia ndugu jamaa wa uniwe paka pia hacha nilewe, nilewe tu. Salute sana, sunajua. Na nimekutana na wanao ambao wanakusupport. Njoo, njoo, njoo mwanangu, njoo. Nimekutana na wanao pia ambao wanakusupport. Huyu ni mmoja kati ya mshikaji wako ambao anakusupport sana mwanangu sana. Inakuwaje kwani kama kawaida baba? Umekuwa balozi wake sana mshikaji. Uh, uwe ndugu wangu mwenyewe mtaani uwe. Umemjua uwezo wake kipindi ambacho uwe, yupo na umri gani labda pengine Amda, yani huyu kwa tangia huyu, kwa sababu kaanza game kitambo. Eh, yeah. Eh, kwa hiyo tangia mda kana imba imba, mimi namsikia ile, namkubali. Eh, namkubali mdogo wangu. Huyu ni mshikaji ambaye anakukubali saa? Yeah. Na vipi kuhusiana na wale washikaji ambao yani kwamba wao oh, wategemei, lakini wakukatisha tamaa wao oh, unawaambia nini? Ah, mimi naachana nao, kwa vile wewe ulipo siku utakuja kuniheshimu mimi na nini ninachofanya; lakini mimi najua anachofanya ni nini. Eh, ndio maana ile, mimi mimi naishi nao wote, yani mimi mimi naishi naishi nao nao, kwa vile wananikubali, wasio nikubali, mimi naishi nao mimi mwenyewe, tunajua msela. Yeah. Lakini yule msiraoji si unajua yeah, yeah. Eh, e, one love wakumbushe aka watu waweze kuona kwamba eh, ni nani bana, usije ukawa umesahau, sawa hadi mia saba <coughs> eh, sabini ukiingia Facebook na unanipata kama mia saba sabini, ukiingia TikTok mia saba sabini, ukiingia YouTube mc mia saba sabini <coughs> boom play <coughs> audio mark auiomai kote, <coughs> nyimbo zangu zipo, naandika hivyo, mia saba sabini. Naona wananitonya huko nyuma nanambia kwamba meneja tayari kafika. <coughs>

<laughs> Ndogo maarifa mengi, inakuwaje? Safi a kama kawaida. Jackson Elias Lazaro kama kinyonge mzee, ah, tumekula kwanza, nimeona ha, kabisa. Hapo unaendelea na maharakati yako ya kukandakanda nini mandazi na mapambano yetu, ndio harakati aakueka mjini, sio hey? mimi akazi yangu hey, hey, i nnifanya ni, niwe hapa hey. E, ndio Bana. Una mke sasa hivi? Hamna. Bado hujajipata? Bado sijajipata. Unaamini kwamba kila binadamu ana kipaji ndani yake? Hilo naamini. Wewe unaamini? Wewe kipaji chako ni nini? Tafuta nitaka nitafute nyumba ya Chino kidi hapa. Eh. Maana ndo mwamba mama na muamini sana ni. E. Sana. Lipo nyumba si ya nani? Kama tuko Bongo. Tunaweza eh, tunazokamaliza na mapiano hapahapa. Si uchawi dele wala <laughs> numbani baba yetu mkombozi wanao waletewa gasumba yo mama yetu mkombozi kama tuko bongo mani, tukizipata hizo mani dunachukiwakinomanema vinanza visilani <laughs> kudada de kudada deki. Unaocheka nao hawa ndio marafiki feki Kudada de, kudada deki wana wachuka nao wana marafiki feki kama tugogongo mani eh, kama tugogongo e. Yani hapo ndo nimeishia maana. Eh, bana, mambo vipi? Ah, fresh tu. Unaitwa nani? Naitwa Dogomandi. Nani? Dogomandi. Dogomandi. Eh. Yeah. Hivi mkikuwa bado mnaendelea kutumia majina ya Dogomandi Yes, nikikuwa sana naweza nikabadilisha. Utajita nani? Taitwa Mandit. Mbona kama mnawachanganya mashabiki? Lakini sio kuwachanganya oh. Yaani hapo ni kuendana na umri eh. Hapo nimekuona shingoni, ni kama una unyamwezi fulani hivi, mia ngapi hiyo? Ha, hii na sana, gharama sana gharama. Mm. Gharama yake ni kama kosibegani. Eh, naweza ikanuria hata elfu thelathini. Elfu thelathini. Eh. Hivi ukijicheki kutoka chini mpaka juu yani, ukisema okay, gharama ya vitu vyako vyote nguo ambazo umezivaa ni kama umetumia shilingi ngapi? Kama nimetumia kama elfu hamsini hivi. elfu hamsini, yeah. Manake cheni elfu thelathini, zilizobaki elfu ishirini. Eh bwana, yeah. Tisha sana mzee wa kama dogo Mandi, unaamini kwamba kila binadamu hoga na anazaliwa na kipaji ndani yake? Yeah, naamini. Kipaji chako ni nini? Kipaji changu mimi ni kuimba . Kipaji changu yeah, ni kuimba? Nyimbo aina gani, maana zipo za aina ya singeli, kuna hip hop, kuna bongo flavor. Wewe unapiga katika ingo gani? Mimi naweza kuimba singeli naweza kuimba pia bongo flavor. bongo flavor na singeli. Eh, yeah. Bana, kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, emu mpe kionjo aweze kuona we ni nani. Sawa hapo fresh, wedado na lingi ya nini, mapenzi ya hivyo yalikuwaga zamani, nipeni kubendo bali ya mjini, ukinipenda ukinipenda, tafulahi yalimoyoni marapo datesti kipande. Pia na bongo flava inaweza nikaimba kwenye bahari ya mapenzi taogelea mimi nawe, kama ndege kwa angani, si wawili natu tupae. Unavyonipa burudani unafanyani, sau kazi zote takuita baby, ni tehani, na watoto si tuzae, nipe michezo ya chumbani, nikupende wewe siku zote hapo. Yeah. Eh, bana eh bana ni mitano tena au ni aje? Make sure una drop comment yako kwenye uwanja comment, comment hapo. Nikumbushe tena jina lako unaitwa nani? Dogomandi. Dogomandi. Eh yeah. Eh bana ni Dogomandi hapo. Drop comment yako tuombe mshikaji katisha au e ni aje? Eh bana mitaa hii hapa bana, nimepata story kwamba inaitwa Cho FC. si ni mitaa Cho FC? panaitwaje? Cho FC. Nimesikia hapo kuna mwomba mmoja akaniambia, wewe hivi, kwa nini kwa nini bei za vyoo mara nyingi sana kwa huku mtaani kwetu utakuta inaishia kwenye 300 300. Bei za vyoo ni mia tatu, inategemea ina, ina, ina, ina, ina na sehemu. Kila sehemu ina, ina bei zake, kutokana na mm. mazingira ya population, watu wako vipi. Sehemu zingine anafanya mia mbili, nyingine mia tatu, kwa hiyo inategemea na sehemu, ila haipandi zaidi ya hapo, haiwezi kupanda zaidi ya hapo. Imezidi mia tatu kitu kama hicho, kwa mia tano haiwezi zaidi hapo. Umetisha sana. Na labda pengine tumeingia moja kwa moja kwenye TFC, lakini mimi nitamani kwanza nijue jina lako, wewe ni nani? Naitwa Leila Chacha. Leila Chacha, wewe unaamini kabisa kwamba kila binadamu ana kipaji vipaji ndani yake. Yeah, naamini ndaniyake. Kipaji chako ni nini? Mimi na ah, vipaji vingi sana. Ah, oya oh yeah. Ukishasikia kwamba mita inahitaji akili nyingi, basi huyu mwamba ana kipaji ila, ana vipaji vingi sana amekwambia. Sina vipaji vingi. Mimi na rap. Mm, rap. Nao, mpe kionjo mtazamaji ambaye kutazama sasa.

Arusha, acha mbali kingamuzi na na na pesa ndo ni ni yeah yeah, utaki andamana. Hello my beautiful people uh, kuna time time mpaka mpaka kuchana eh eh yeah, from the beginning mpaka sasa mimi ni sema sina la ziada. Askofu Masela Masela chilling with maniga eh, tutamani tupige story wadada, I hope ni kombo, mmeenjoy show kuanzia mwanzo mpaka mwisho bana, just call me ASK OFUS, for Masela on this one in Tanzania s ngozi flani vinyeusi bana, tukua na washikaji wameweza kuonesha vipaji vyao. Make sure tukomba, drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, utametisha kinoma noma. Mdogo mdogo ndio mwendo chao, inasikia ndogo mvindo, pendo inazidi kusema kwa matendo. Until next time, bye bye.